Ilikuwa ni siku ya Ijumaa, siku ambayo Ada alikuwa akisafisha na kupanga vitu kwenye chumba chake baada ya kuja likizo nyumbani kwao kusalimia ndugu na jamaa. Akiwa anasafisha kabati lake lililojaa vumbi, mara akaona kisanduku fulani hivi kilichozeeka. Ada akashangaa, hajawahi kumiliki kisanduku kama hiki, leo ndo mara ya kwanza anakiona. Akataka kukifungua, lakini moyo wake ukasita. Akajishauri kwa muda wa kama dakika kumi hivi kisha akaamua kukifungua. Liwalo na liwe. Alipokifungua kile kisanduku, wala hakukuwa na kitu cha ajabu, bali kulikuwa na karatasi iliyozeeka na kujaa vumbi. Ada akaichukua ile karatasi na kuifungua ili asome yaliyomo. Alipoifungua ile karatasi, Ada akawa ameutambua ule mwandiko, ni mwandiko wa mama yake mzazi, mwanamke aliyemtelekeza miaka mingi iliyopita, Ada akiwa na miaka mitano tu, hadi leo hajaonekana hata siku moja. Ada akasita kuisoma ile barua ila baadaye akaamua kuisoma tu. Baada ya kuisoma ile barua, Ada alibaki anatetemeka, alikuwa amejawa hofu, shauku na maswali mengi sana kichwani mwake. Ile barua ilikuwa imeandikwa hivi: Ada mwanangu, muda ambao utakuwa unaisoma hii barua, jua kwamba kuna kitu kibaya kimeshanitokea. Tambua kwamba huo muda mimi sitakuwa tena duniani muda huu napoiandika hii barua nina muda mchache sana niliyobakiza, lakini ni lazima nikwambie ukweli kabla sijachelewa. Kwanza kabisa nataka ujue kwamba nakupenda sana mwanangu, kuliko kitu chochote kile, na nashukuru sana kupata nafasi ya kuwa mama yako katika huu muda mchache niliyobahatika kuwa duniani. Ada mwanangu, nataka utambue kwamba sijakusudia kukuacha wala kukutelekeza haijalishi ni nini baba yako na ndugu zake watakwambia, naomba uniamini katika hili, sijakuacha kwa hiari yangu mwanangu. Ada mwanangu, mtu unayemwita baba yako hayuko vile wewe ambavyo unazani yupo baba yako. Barua ilipofika hapo, mwandiko ukawa umepindapinda pinda, kama kwamba mwandishi alishtuka na alikuwa anatetemeka, lakini barua ikaendelea kama ifuatavyo: wamekuja Nawasikia nje, inabidi niifiche hii barua kabla hawajanipata. Kama utabahatika kuipata hii barua, tafadhali... na barua ikawa imeishia hapo. Ada alibaki amesimama, mikono yake ikitetemeka. Hakujua afanye nini na huu ujumbe aliyoupata sasa hivi. Miaka yote hiyo Ada ameisha akiamini kwamba mama yake alimtelekeza ili akaishi maisha ya raha na mwanaume tajiri huko Ulaya. Ni nini hiki alichokisoma sasa hivi? Ina maana kumbe kuna uwezekano mama yake alifariki miaka mingi iliyopita na yeye hajui? Kwa sasa, ada alikuwa hajui aamini kipi aache kipi. Je, kama ni kweli? Kama ni kweli mama yake hakumtelekeza? Je, kama hii barua inasema ukweli? Kiufupi, alikuwa amechanganyikiwa sana muda huo. Baada ya kujiuliza na kutafakari sana, ada akaamua kuchukua hatua. Akaanza kufanya uchunguzi ili ajue kila kitu. Mtu wa kwanza aliyekuwa amepanga kumuuliza ni mama yake mdogo Imani. Ada alichukua simu yake na kumpigia Imani. Imani alipopokea tu alijua kuna kitu hakipo sawa, kwa sababu Ada anayemjua ni mchangamfu sana, ila leo anaongea kama mgonjwa vile. Imani akamuuliza Ada, Ada, unaumwa? Mbona umepoa sana? Ada akasita ila akamwelezea Imani kila kitu kuhusu ile barua. Imani aliposikia maneno ya ada alishtuka, mapigo ya moyo yakaanza kwenda mbio. Alikumbuka miaka mingi iliyopita, jinsi dada yake alivyouawa na kundi la watu wasiojulikana, kundi ambalo na mumewe alikuwa ni mwanachama. Imani anajua kila kitu kilichotokea na sababu ya dada yake kutolewa uhai. Anajua hilo kundi ni watu wa namna gani, na anajua wana uwezo wa kufanya ukatili kiasi gani. Kwa hiyo hakutaka kabisa ada ajihusishe na kitu chochote kinachoweza kumweka matatani na hao watu. Aliogopa sana kumpoteza ada. Imani alivuta pumzi, kisha akamwambia ada kuwa hiyo barua siyo ya kweli Mama yake yupo hai na ameolewa na mtu mwingine. Lakini ada hakukubali, anaujua mwandiko wa mama yake, ingawa mama yake aliondoka na kumwacha akiwa mdogo. Mama yake alikuwa anapenda sana kuandika nyimbo na hadithi, na madaftari yake ya nyimbo yako ndani, yamejazana. Ada huwa anapenda sana kuyasoma hayo madaftari, kwa hiyo mwandiko wa mama yake alikuwa na ufahamu vizuri sana. Alijua tu kwamba mama yake mdogo imani amemdanganya. Ada alijaribu sana kumpeleleza Imani, lakini haikuwezekana. Imani alizidi kumsihi Ada aachane na hayo mambo ya barua, aishi maisha yake kama alivyokuwa akiishi mwanzo. Lakini Ada hakukubali hata kidogo, aliendelea kufanya uchunguzi ili ajue nini kilitokea na nini kinaendelea hadi sasa hivi. Alipoona Imani hatoi ushirikiano aliyokuwa anaotaka, akaamua kumtafuta aliyekuwa mfanyakazi wao wa ndani, kipindi mama yake yupo hai akamweleza kuhusu hiyo barua, akamwomba amwambie chochote kile anachokifahamu kuhusu hilo tukio, labda kitamsaidia. Mwanzoni mfanyakazi alikataa, ila baada ya ada kumwomba sana akakubali kumwelezea, maana hata yeye mwenyewe alikuwa na wasiwasi sana kuhusu kilichotokea. Hakuwa na hakika kama kinachosema na baba yake na ada ni ukweli akamwambia Ada kwamba siku moja kabla mama yake hajatoweka alimsikia akigombana na baba yake kuhusu kitu ambacho hakukielewa kabisa, ila kuna vitu alivisikia ambavyo hadi leo anajiuliza vilikuwa na maana gani. Alimsikia baba Ada akisema, nimekuonya mara nyingi sana uache hicho kielele chako, lakini hutaki kunisikia. Dada yako amesha fariki na hakuna kitu tunachoweza kukifanya kumrudisha duniani. Acha kufufua kesi zilizokufa, la sivyo kitu kibaya kitakukuta, na sio kwamba mimi ndo nitakufanyia hapana, lakini bila shaka unawafahamu wale watu. Baada ya hapo, mfanyakazi hakujua nini kiliendelea, kwa sababu walipunguza sauti na hakuweza kuwasikia tena. Ada aliposikia hivyo, akaanza kuchanganyikiwa. Alijua tu hapa kuna kitu na ni lazima nikijue, lazima nifuatilie hadi niujue ukweli. Ada akaanza kuchokonoa kila kitu kilichokuwa ndani ya nyumba yao. Muda huo baba yake alikuwa amesafiri. Akaanza kuangalia picha za miaka ya nyuma kwenye albamu akitarajia kwamba atapata picha za muda ambao mama yake alikuwa amekaribia kupotezwa, lakini hakupata chochote. Akaanza kutembelea maeneo ambayo mama yake alikuwa anapenda kwenda. Akaanza kuwatembelea wale waliokuwa majirani zao enzi hizo, akawa anawauliza kama wanajua chochote kile Baadhi yao walikuwa wanamwambia wanachokifahamu, ila baadhi yao walikuwa wanakataa kwa sababu walikuwa wanaogopa. Lakini hata kwa wale waliomwambia, kila stori aliyokuwa akipewa ilikuwa haiendani hata kidogo na nyingine. Hapa ndo akahisi kwamba hawa watu watakuwa wanamdanganya eza, kwa sababu wenyewe walipata taarifa ambazo sio sahihi au watakuwa wanafanya makusudi. Ada akaamua kurudi kwa mfanyakazi wao Ana, akamwomba sana, akamsihi wakutane ili waongee vizuri. Kwa bahati nzuri, Ana akakubali. Kwa hiyo wakapanga siku ya kukutana na Ada. Siku chache baadaye wakakutana na wakaanza kuongea. Ana akamwambia Ada kwamba ule usiku kabla mama yake hajapotelea kusikojulikana alimsikia mama yake akimwambia ya baba yake kwamba baba Ada yupo tayari kuiweka familia yake matatani ili tu kuilinda siri ya hao mashetani wenzie. Mama Ada aliposema hivyo, baba Ada akakaa kimya kwa muda fulani, kisha wakaanza kujibizana tena, ila maneno aliyoyasema baada ya hapo Ana hakuwaweza kuyasikia kwa sababu alisogea mbali na hicho chumba. Ana akaendelea kusema kwamba baada ya huo ugomvi mama yake aliondoka na kwenda kulala chumba cha Ada. Hapo ndipo baba yake Ada alichukua simu yake, akampigia mtu ambaye Ana hakuweza kumtambua, na walikuwa wakiongea kwa sauti ya chini sana. Baada ya maongezi ya muda mrefu kati ya Ana na Ada, Ada alikuwa na uhakika kwa asilimia zote kwamba mama yake hakumtelekeza na kuna uwezekano mkubwa kwamba hayupo hai tena. Ada akaanza kumchunguza baba yake. Alijua baba yake atakuwa anajua jambo moja au mawili kuhusu kupotea kwa mama yake mzazi. Akaanza kuchunguza makaratasi na mafaili ya baba yake, labda ataona kitu chochote kile, lakini wapi. Mwisho wa siku akaanza kufuatilia kama baba yake alishawahi kuwa na kesi yoyote mahakamani. Katika kutafuta tafuta akakutana na gazeti moja ambalo lilikuwa linaelezea ugomvi kati ya baba yake na mfanyabiashara mmoja. Lakini hiyo kesi ilifukiwa haraka haraka na baadhi ya watu waliokuwa wakihusika walipotelea katika mazingira ya kutatanisha. Ingawa watu wengi waliokuwa wakihusika katika hiyo kesi walipotelea katika mazingira ya kutatanisha, lakini cha kushangaza, mhusika mkuu wa hiyo kesi ambaye ni yule mfanyabiashara alikuwa yupo hai na hakuna kibaya kilichomtokea. Ada alikuwa mwanamuziki na alikuwa mtu maarufu kwa muda huo, kwa hiyo kupata konekshen ya kuongea na watu wakubwa kama yule mfanyabiashara ilikuwa ni kitu rahisi sana kwake. Kwa hiyo akaamua kumtafuta yule mfanyabiashara, jina lake alikuwa anaitwa Martin, ili aongee naye. Martin alikubali kukutana na Ada kwa ajili ya maongezi. Walipokutana, Ada akamwelezea Martin shida yake na kumwomba amwambie chochote kile anachokijua kitamsaidia. Martin aliposikia maombi ya Ada kwanza alishtuka, kisha akavuta pumzi ndefu, halafu akamwambia Ada, "Mwanangu, mambo mengine ni ya kuyaacha kama yalivyo. Balaa unalo litafuta, hauwezi ukapambana nalo, na kuomba achana na hawa watu." Baada ya Martin kusema hivyo, akamwaga Ada na kuondoka. Kufikia hapo Ada alikuwa na uhakika kwa asilimia zote kwamba mama yake kuna kitu alifanyiwa, na hao waliohusika watakuwa ni watu wa hatari sana na wenye nguvu. Ada alianza kuogopa na kusita. Kuna muda aliwaza kwamba itakuwa ni vizuri na salama zaidi kama akiachana na haya mambo, lakini upande mwingine akili yake ilikuwa inamwambia ni lazima aendelee. Ana nguvu ya pesa na ni maarufu, ni lazima afuatilie hadi ajue kilichotokea. Akiwa nawaza mara akiwa nawaza mara, na mama yake mdogo Imani akampigia simu, akaomba wakutane, maana kuna kitu anataka kumwambia. Ada aliposikia hivyo akakubali haraka haraka, wakapanga wakutane kesho yake. Kesho yake ilipofika, Ada akaondoka nyumbani na kuelekea sehemu ambayo alikubaliana na Imani kwamba watakutana. Alipofika hiyo sehemu alisubiri sana lakini Imani hakutokea. Ada akajaribu kumpigia simu lakini wapi, alisubiria sana lakini wapi. Mwisho wa siku akakata tamaa na akataka kuondoka. Kabla hajaondoka akaona taarifa moja mtandaoni kwamba kuna mwanamke mmoja jina lake ametambulika akiitwa Imani Mpoki, amekutwa barabarani na wasamaria wema amepoteza fahamu baada ya kushambuliwa na risasi na sasa amelazwa hospitali ya taifa. Ada alichanganyikiwa, alijua tu huyo ni mama yake mdogo Imani. Hapo ndipo alipohakikisha kwamba anacheza na moto na maisha yake yapo hatarini. Haraka haraka akanyanyuka na kuelekea hospitali ambapo mama yake mdogo amelazwa. Kwa bahati nzuri, alikuwa hajapoteza maisha bado, ila alikuwa amejeruhiwa vibaya sana. Siku nne zilipita tangu imani yashambuliwe kwa risasi na watu wasiojulikana. Ada akiwa nyumbani, mara akapokea message kwenye akaunti yake ya Snapchat ikimwonya kwamba aache kuchunguza hicho anachokichunguza sasa hivi, la sivyo kitu kibaya sana kitakuja kumtokea. Unafikiri ni nini kitatokea sehemu ya pili? Usikose sehemu ya pili ili ujue kilichoendelea.